Ndugu zetu Waislamu asawala wanaoamini katika imani ya Kiislamu, ambao ni Waislamu marafiki zetu, wao hakika wamefanya dhambi ambayo inapatikana ndani ya Qur'ani, na dhambi hiyo ni dhambi kubwa ambayo inaweza ikagharimu mpaka kupotea kwa nafsi za wanadamu katika Qur'ani 112, Qur'ani 112, aya ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hapa tunaona ujumbe wa kwenye Qur'ani. Qur'ani inasema Hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, wala anayepaswa kuabudiwa, wala hana anayefanana naye, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa hivyo kwa mujibu wa Kurani, Mungu wa kwenye Kurani, imani ya, ya Kiislamu wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye wa. Kwa hivyo Waislamu wanaamini kuwa Mungu ni mmoja ambaye ni Allah na hana anayefanana naye, hakuzaa wala hakuzaliwa. Ukisoma katika Qur'an 6:101. Hapa sasa ndipo benda kizungumkuti. Qur'an 6:101. Six person one Qur'an. Qur'an inasema yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja. Ina makinikaje ama inawezekanaje awe na mwana il al ana mke? Kwa hivyo kiufupi ujumbe wa kwenye Qur'ani ni kwamba Mungu hana mwana. Yaani Mungu wa kwenye Qur'ani hana mwana. Ukisoma Qur'an ina mia sabini na moja. Four verse one seventy one. Inasema Isa bin Maryam. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na ni tamko lake tu alilompelekea Maryam. Ni mtume kama mitume wengine. Ambao wamepita wengi kabla yake. Kwa hivyo Uislamu wanamini kuwa Yesu Kristu. Sio mwana wa Mungu. Na wanamini kuwa Mungu hana mwana. Sasa ni kwa nini nikatangulia kusema hii ni dhambi. Mbona nikatangulia kusema hii ni dhambi. Ukisoma katika Biblia. Kitabu cha Yohana 16 mstari wa 9. John 16 verse 9. Yesu anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi. Kwa hivyo dhambi nampata binadamu pale ambapo anashindwa kumwamini Yesu. Kumwamini kivipi? Yohana 3 mstari wake ni wa 36. John 3 verse 36. Biblia inasema Mungu amwaaminiye mwana wa Mungu, Mungu, ataona uzima, anayeamini Yesu Kristo ni mwana pekee atokaye kwa Mungu, mtu huyo hataona uzima. Asiye muamini, kama Uislamu. Asiye muamini, kama Uislamu, mtu huyo hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu iko juu yake. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, wale ambao waamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, maana hiyo ndio imani ya Kiislamu ya kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Iwapo mtaendelea kuwa kuamini kuwa Yesu si mwana wa Mungu, madhara ni kuwa ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu, siku ya hukumu itakuwa juu yenu. Kwa hivyo hasira ya Mungu itakuwa juu ya Waislamu wote na imani yao ya Kiislamu. Maana wamempinga na kumkataa mwana wa Mungu. Wamempinga na kumkataa mwana wa Mungu. Na ukimkataa mwana wa Mungu, madhara ni yapi? Ndio sema John 5 verse 25, verse 23. John 5 verse 23. Vile nasema tena Baba hamhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote ili watu wote kila mtu mwenye mwili, mimi na wewe, ili watu wote wamheshimu Mwana wa Mungu, yaani wamheshimu Yesu kama wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana, hamheshimu Baba aliyempeleka. Kwa hivyo kama waamini Yesu ni mwana wa Mungu, wewe mpaka Mungu umheshimu. Na kama humheshimu Mungu, hasira ya Mungu itakuwa juu yako. Kwa hivyo ukitaka kuokoka na kupona, toka mbio mbio, jikusanya wewe na virago vyako utoke katika dini ya Uislamu, ujiunge na kikundi cha watu wa Mungu wanaoshikilia imani kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai kama alivyo waambia Yesu mwenyewe katika kitabu cha Yohana 10:36. Ubarikiwe sana.